Ko Eva, mambo vipi? Safi. Inakuaje kiongozi? Safi habari. Salama tundo game. Uh, kwa mtazamaji ambaye anaangalia moja kwa moja sasa hivi Azam 2 ya Azam TV. Ah tupo kwa ni maeneo ya Sinza Lion tunafanya ibada ya mwisho kwa ajili ya kwenda kumpumzisha ndugu yetu mwanamuziki mwenzetu rafiki yetu kakaetu Ramadhani Ali Masanja. Kitu gani ambacho tunaweza kusema kwa jinsi ambavyo mmemfahamu Banza Stone. Ah uh, cha kwanza naweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu ampokee. Pili, sisi na Masanja tumepata pigo na pengo lake liwezi kuzibika. Banza alikuwa mtu wa watu, mtu mzuri, na pia ushauri wake mpaka leo niko hapa, ushauri wake alikuwa akinishauri ya kutigana na show za kama, miezi miwili iliyopita alihudhuria katika show, alikuwa nimeifanya maeneo ya kibo kule. Kwa hiyo alinishauri vitu vingi, nikuwa mimi Kala Jeremiah, akanishauri vitu vingi sana vya kuhusiana sana yangu ya uigizaji na vilevile akanishauri vitu vingi pia vya kimziki. Kwa hiyo ni mtu ambaye namfahamu, namwelewa na yeye alikuwa ananifahamu na ananielewa sanaangu na alikuwa anaikubali, na vilevile kwamba ni mtu ambaye kiukweli alikuwa na upendo na watu. Hivyo ndio naweza kuzungumza, basi. Nashukuru sana Tazamaji wa Azam TV ambao unaangalia sasa hivi. Azam TV hapa ni Siza Lyn, na tunaelekea msikitini, sehemu ambapo mara mwisho kabisa ibada inafanyika kwa ajili ya kwenda kumpumzisha ndugu yetu Ramadhani Masanja Banza Stone. Na mambo vipi? Safi. Umepokeaje uh, msiba wa Ramadhani Masanja? Uh, kwanza nilikuwa Tanga, mimi nilipata ripoti, alafu ni mtu ambaye nimekuwa naye ni brother hapa kwa kitaa Sinza karibia miaka mitano kadhaa, so nipige kwenye sanaa yeah, nipigo kubwa kwa sababu Mbaye ni mtu ambaye ni mwalimu, kwa sababu watoto namjua ni teacher. Kwa hiyo ni mtu ambaye sanaa inazidi kupoteza majembe. Kwa sababu, Bwana Msosi, niambie pengine kwa nafasi ambayo Banza Stone ilikuwa nayo kwa kuto kubagua aina na muziki anaokuwa nao, Bongo Flava na muziki wa bendi na watu wa maigizo na vitu kama hivyo, unahisi unaweza kumpata mtu kama Banza Stone ah? Uh, si, siwezi kuongelea mambo mbele zaidi, kwa sababu Mungu yuko busy, au sio? lakini ticha ya kwanza ni mtu ambaye kwanza, mimi nishafanya naye kazi, kwa hiyo ni mtu ambaye ambaye, kweli tukumbuke, kuna kuna kuna kuna pepo na, see, na, na kuna moto, kwa hiyo watu wote tusidi kumkumbuka Mumba, au sio ya tuwe na mkumbuka mumba kwa sababu haya yote atatukuta ametangulia, na si nafuata. Shukran sana.